Fresh, ndugu yangu, mimi naitwa Msafiri Simon Mabaga aka mimi taulo na mswaki, kwamba ni timu yangu imenifanya hivi na msemo aligiii kama hivi, toroka uje. Nimetoroka, nimekuja. Ehe, kama unavyoniona ndugu yako na mswaki taulo. Hapa ndala hii, ndara moja kachukua mbwa getini <skapatra> Ah, mimi bwana naweza maisha yangu sio kishwa kivile, lakini ya kubadilisha mboga yapo. Umetoroka hapo? Nimetoroka nyumbani. Hoi pasta kunki. Ah sijatoka guest yani, nyumbani. Mswaki kila kitu, sisi wote viko pale, kama unavyojua kwenye chumba lazima uwe na taulo, lazima uwe na mswaki, kama vitu hivyo, kama hauna basi uko kwa shamba. Na kikombe hichi, kuna mtu kaniambia, bwana ninywe chai, lakini kaniambia ngoja kwanza. Natoroka kwanza, natoroka kwanza. Mama sola chai baadaye. Asante. Nimesikia kwamba unatafuta demu. Eh, Buguruni bwana, nimehisi kwamba wananifaa. Maana hata mara ya kwanza nilipomfuata bwana, nilimwambia ukweli wangu nikavunja ukimya, alinikatalia lakini leo kaanza na fujo, lakini nimetupia maneno mawili kawakubali, lakini naamini kwamba hadi pale tutapokutana, kwamba labda nyumbani au gesti, kwamba pale majibu atapatikana. Kama tutapata mtoto ataitwa Keko Buguruni, sawa? Yani nimekuja mimi kiume ani kwamba imwenyea sinikataye kwamba nione kabisa sura yangu kama nimetoka kuamka mbaya au vipi, lakini atakaye anielewe, mchizi kichaa, umona bwana eh. Maneno hayo mimi naweza kusema ndugu zangu kwamba ni, ni umoja wetu. Ngoja kwanza sasa dawa yenyewe hapa hapaye, dawa sinajua wasapu nini mimi nimetoka kuamka kwamba dawa naipata singurumu Halafu nimetoroka aalizashemejaolani ni Buguruni, wako wapi Bwana? <laughs> ndugu yangu tuko pamoja sana naii, ni michezo koo wale wabuguruni wasikatae, kifo kifo kile kiliwafacha Tanzania, wamegeuka kasema twende Marekani. Sasa Marekani mi ndo mchizi nimemfuata kama hivi asa, kwenye ndege utapanda kama hivi sasa, ndo mi nimeenda sasa, kwamba nikubali hivi hivi, tatizo mbwa tu walinyima visa.